Tumepata mashine hii inaitwa automatic body mass index, kiasi kwamba itarahisisha huduma pale ambapo kliniki yetu ina wagonjwa wengi, yani ni ya kiwango cha juu. Kwa jina naitwa Moses Martin Nguma, ni biomedical engineer katika hospitali ya mkoa Mount Meru tumepata mashine hii inaitwa automatic body mass index. Inapima inapima uzito inapima urefu na inapima BMI ambayo ni body mass index ambayo ni ratio kati ya weight na height. Hii mashine ni nzuri kwa sababu ukikaa tu inakupima tu automatic, imeshasetiwa kwa hiyo ukikaa tu itakuwa ina, itakuwa imepanda juu, ina maana itashuka, ikigusa tayari itakuwa imeshapima urefu na uzito. Ina button ya ya kuwasha na kuzima ambayo iko hapa chini, lakini mashine ikiwa imezimwa, ina maana ukiwasha, kwanza inafanya self test kabla hujaweka mgonjwa ili apate vipimo. Maana lengo la self test ni kuangalia mashine, je, kila kitu kiko sawa? Kwa hiyo kwa mfano hapa tunaweza tukawasha utaona inaanza kufanya self test yenyewe kama mnavyoona hapa inavyofanya. Kwa hiyo hapa mashine ilikuwa inafanya self test, na maana self test ikishamaliza hapa itakuwa inasoma zero. Ina maana ikishasoma zero, unaruhusiwa kumweka mgonjwa. Kwa jina naitwa Mwanaidi Msangi, Nafanya kazi katika kitengo cha huduma na magonjwa ya nje ambapo tunahudumia wagonjwa wa presha, sukari. Hii mashine inafanya kazi kwa wepesi zaidi, kwa sababu inapima uzito na urefu, na mwisho wa siku inakuonyesha ule uwiano wa uzito na urefu wa mgonjwa, kiasi kwamba inakuwa rahisi mtu ajue kama uzito wake umezidi au umepungua au upo katika wastani ambao wanapaswa kuwa nao. Hasara ya kuwa na uzito mkubwa ni pale ambapo uh, tunapata yale magonjwa ambayo ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Unaweza kupata presha, unaweza kupata sukari, pia unaweza kupata pia magonjwa mengine yanayosababishwa pia na uzito ulio kithiri. Aidha, mtu yeyote anaweza kuwa na uzito wa chini kwa sababu aidha katika ulaji wake, anaweza kushauriwa pia na daktari kuwa uzito huu labda uko chini, unatakiwa u utumie vitu uh, vyakula kadhaa vinaweza kukusaidia kuongeza uzito ili uweze kufikia uzito wa standardi ambao unatakiwa kuwa nao. Mashine tuliyokuwa tunatumia pale awali ni pale ambapo unampima mgonjwa uzito na urefu, baada ya hapo ndio uchukue kalkuleta uanze kukalkuleti kujua BMI ya mgonjwa, lakini hii imerahisisha hii huduma kiasi kwamba itarahisisha huduma pale ambapo kliniki yetu ina wagonjwa wengi. Mimi naitwa Ndumiayo Jonathan Kweka, ni nchaji wa VIP Emergency. Kwa kweli nimefurahi binafsi sana, tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametuwezesha vifaa vingi sana. Lakini katika vifaa vyote hiki na chenyewe kimekuwa ni mmojawapo cha ajabu ambacho sijai kuona katika mashine zote za kupima uzito. Moja kwa moja hatutumii tena calculator sijui simu, unaanza kupangusa, unaanza kufanya mahesabu kwa ajili ya ile BMI. Kwa sasa kila kitu kinakuja moja kwa moja, ukipanda hapo unaona uzito wako, unaona urefu wako na unaona BMI yako. Kwa hiyo imerahisisha haraka haraka, hata ukiwa na wagonjwa wengi haitachelewesha, yaani ni ya kiwango cha juu.